Mwendelezo wa movie za kibongo zinazofanya vizuri movie inakwenda kwa jina la Kitana. Movie inapoanzia mzee mmoja na mawazo kutokana na kumpoteza mwanae mdogo mchanga, lakini wakati akiwa na mawazo, mama mmoja anatokea ambaye hajulikani kwa jina. Ni nani huyu mama? Baada ya kutokea maeneo haya, anaanza kuambia podeni sana na kufiwa na, nimekuja hapa kuwasaidia. Sasa mzee msiso msiso msisili anaanza kushangaa, wewe ni nani ambaye unaweza kutusaidia? Sasa bibi anamwambia ehe, wewe kwani unachokitaka nini? Unahitaji kusaidiwa mwanao aweze kuwa hai, au unahitaji kuweza kuniuliza maswali na kufanya vile unavyojisikia wewe. Mzee Msisi wa Msisili bila hiana na mwenzie wanakubali pamoja. Wana sisi, tunataka utusaidie mtoto aweze kupona. Naambia yeteni hiyo maiti na tuweze kufanya mambo. Basi ubibi bwana alichokifanya alichora mduara na kisha anamchukua yule mtoto anamweka pale katikati ya ule mduara kwa lengo moja, lengo ikiwa ni nini? Kufanya miujiza ili kusudi yule mtoto aweze kupona na aendelee kuishi. Sasa yule bibi akaanza kufanya vitu vyake pale, akaanza kuongea lugha za ajabu ambazo anazijua yeye, lugha za mizimu, ili kuweza tu kumrudisha yule mtoto. Wakati huo yule mtoto akionekana, nzi umemjia, ina maana kwamba shafariki na amekusha kuoza, kwa macho binadamu tunavyoweza kuona. Lakini huyo bibi anaanza kuongea zile lugha zake, anawasiliana na mizimu direct. Mzee Msisi Msisili katoa macho, anashangaa nini ambacho kinakwenda kutokea, kwa sababu haoni tumaini lolote ambalo linaweza likatokea kwa mwanaye kuweza kupona. Sasa akiwa na rafiki yake, wana shangaa nini ambacho kinakwenda kutokea hapa. Yule bibi akiendelea anazunguka pale en, katika lile eneo, mara ghafla moto unatokea na kisha katikati ya ile maiti inaonekana moto umetokea. Na kisha kama kitu ambacho ni miujiza ambacho kimeweza kuwashangaza sana, ni nini ambacho kimetokea? Sasa mzee Msiso Msisili anashangaa nini ambacho kimetokea, na kisha wote wanashangaa kusikia sauti ikiwa inalia. Movie inatupeleka baada ya miaka 20 na tunamuona dada mmoja akiwa kwenye maji anaoga na kwenda kwa jina la Kitana akiwa anaogelea. Lakini baada ya hapo tunaona mtu mwingine akikimbia katika nyumba ya chifu akamwambia, jamani, ni thamani naomba kuonana na chifu, na walinzi wakimwambia hauwezi kupata hiyo nafasi. Kisa, chifu akiwa karibu na maeneo yale anasikia na mwambia mwacheni huyo mtu aweze kuingia ndani. Basi walinzi wanamwachia bila yana yoyote aweze kupita moja kwa moja kwenda kuonana na chifu ya chifu samani sana, nimekuja hapa na shida. Huyu mwanangu amefariki, na kila siku hapa kijijini watu wengi wanafariki, wanapoteza uhai. Chifu, tunaomba uweze kutusaidia sana. Lakini chifu anaambia, nini kimetokea kwa huyo mwanao? Anaambia mlinzi wake Zidonga, mchukue huyu na hakikisha kwamba maiti inastiliwa vyema. Sasa walinzi wa chifu bila ku kujiuliza mawili matatu, wanatoka na yule mtu moja kwa moja na kwenda kuhakikisha kwamba ile maiti inastiriwa vema kama chifu alivyoagiza. Chifu anasema sasa, nimechoshwa na vitu vinavyotokea hapa kijijini, lazima nichukue hatua kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Mambo maovu yamezidi anasema ya kuna haja ya kwenda kumuona Ngalewa ambaye ni moja kati ya watu ambao wapo vizuri sana. Sasa huku shambani kuna mtu analima, mara ghafla anatokewa na kitu cha ajabu ambacho kinamgonga na kisha tunamuona amedondoka na kufariki moja kwa moja. Ghafla baada ya hapo tunamuona binti Kitana akiwa anatoka kuchota maji kisimani akiwa peke yake, anakutana na mtoto wa chifu akiwa na mlinzi wake. Anaulizwa, wewe kwa nini unatembea peke yako wakati unajua hapa kijijini kumekuwa na matukio ya ajabu ya kutisha ya kufariki kila siku? We, kwa nini upo peke yako, unatembea kama hivi unaenjoy kama hivi mazingira haya, hujui kwamba hapa sasa hivi kijijini kuna tisha sana na watu wengi hawawezi kutembea peke yao, watu wanatakiwa watembee wengi wengi. Basi binti Kitana anajitetea nasema kwamba samani, nilikuwa tu nimekuja kuchukua maji mara moja bana. Mlinzi wa chifu anamwambia kuwa makini eh, naona hilo jicho hilo hilo jicho hilo. Eh, uangalia vizuri lakini we, kesho zasa, wabu, wewe kesho kutwa unaelekea kuoa sasa, unapomwangalia huyo msichana mazingira kama hayo Eh, sio vizuri. Mtoto um, wa chifu nawambia, bana, hapana, mimi jicho langu kweli limemwangalia, lakini namuona huyu binti si wa kawaida. Ni binti ambaye huenda hayupo sawa au ni binti ambaye kuna mazingira tu hayupo sawa kama binadamu wa kawaida. Anaambia, okay Twenzetu bana. Lakini wakati huo Kitana anaelekea nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, baba yake na mama yake wote wanashtuka kushangaa bana, binti amerudi sasa. Binti Kitana anaambiwa, wewe Kitana, ulikuwa wapi? Sisi tunapata hofu eh, tunatetemeka. Ujui mambo ambayo yanatokea hapa kijijini? Hapa kijijini, kila siku watu wanafariki, wanapotea, lakini wewe unapita peke yako kama hivi, una enjoy. Ujui nini kinatokea hapa eh? Unatupa sisi pressure wazazi wako. Umri ushakwenda kwa sasa, kuna baadhi ya vitu ambavyo hutakiwi kuvifanya eh? Kitana basi akiwa na gombezo gombezo pale na mzee wake, anaambia samani, baba, ni kwa leo tu, lakini ni bahati mbaya. Pia niliona maji hapa hamna, nikaona si vibaya nikachukue maji angalau kwenye ndoo moja. Sasa mzee anaonekana kulalamika, lakini mama yake anasema, tunakupenda sana mtoto wetu, ndio maana tunaangalia usalama wako. Kwanza unabidi uangalie usalama wako na kisha mambo mengine yaendelee. Swala so, la maji tungeenda hata sote familia nzima. Basi Kitana anaomba msamaha kwa familia yake yote. Anasema samani, naomba mnisamee, lakini baba yake namnyoshea kidole na, na kumwambia hii tabia sitaki na kuahidi kwamba hatorudia tena kuweza kutoka peke yake pale nyumbani, kwa sababu ya mambo mambo ambayo yanatokea ya watu kufariki bila kujua nani ambaye anawaua. Basi mzee kwa ukali kabisa anahitimisha kwa kumwambia, kama unahitaji kutoka kwenda popote, hakikisha kwamba unatoka na mimi au unatoka na ndugu zako hapa, ili kusudi kuweza kufanya mambo mengine. Basi baada ya hapo tunamwona huyu dada ambaye ni mlinzi wa malkia, malkia mdogo kuliko wote pale katika Imaya. Sasa wamekutana na chifu eh? Chifu anaanza kuwauliza, he mlikuwa wapi nyie? Basi huyu dada kwanza anaanza kujitetea, anasema ah, niliona kwamba kabisa hizi siku mbili tatu haupo sawa, kwa hiyo nilienda polini kukutafutia dawa ambazo nikikutengenezea utakuwa sawa. Chifu anaambia sawa, najua unanipenda, lakini pia unatakiwa ujali usalama wako kwanza. Hakikisha unarudi nyumbani sasa hivi, haraka na kuendelea na mambo mengine. Na usitoke peke yako kama hivi kwa sababu hapa kwenye imaya yetu kwa sasa hivi imekuwa pa kutisha sana, kila siku watu wanakufa na kupotea. Hakikisha unarudi nyumbani salama. Basi huyu malkia mdogo kuliko wote anasema sawa chifu, neno lako ni zaidi ya amri kwangu, nakupenda sana. Basi, baada ya hapo chifu anatoka bana. Tunamuona chifu akiwa anatoka akiwa na walinzi wake wanaelekea kule ambako walipanga kwa ajili ya kuweza kuonana na mtabiri mkuu ambaye pia atawaambia nini ambacho inaendelea sana katika himaya yake, hasa baada ya kuona watu wanapotea na watu wakiwa wanakufa bila kujua nani ambaye anawaua. Lakini huyu binti malkia eh, mdogo kuliko wote anaonekana kwamba anadharau tu chifu. Baada ya hapo, tunamwona mtu mmoja anaitwa Rubaya. Eh, huyu Rubaya ameenda kwenye sehemu ya mizimu na sehemu hii anasikia kwamba anatakiwa kutoa kafara. Sasa huyu mwamba, yeye bwana, anakataa anasema, mimi siwezi kutoa kafara, kwa sababu nipo mimi na mke wangu na mke wangu nampenda sana, siwezi kumtoa kafara kivyovyote vile. Sasa mizimu inamkaripia na kumwambia, toka enzi za babu zako huko walikuwa natoa kafara kwa ajili ya kwa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Wewe ni nani kwa sasa utaki kutoa kafara? Eh, inabidi kwanza umtoe mke wako na kama hutaki kumtoa mke wako basi inabidi ufe wewe. Ah, basi umwamba baada ya kusikia hivyo bana, akawa anasema michi, bana, mke wangu mi nampenda sana, na mke wangu ni mtu pekee aliyobakia katika familia yangu, mi siwezi kumtoa mke wangu bana, mtanisamehe kusema ukweli. Sasa mizimu ikawa imekasirika na kuanza kutoa sauti za ajabu pale. Huyu mwamba alimwita Rubaya, akaona mambo yasiwe mengi, akaamua kutoka pale bana, akakimbia katika ile mizimu kuelekea nyumbani. nyumbani wakati akiwa anaelekea nyumbani bana anatembea tembea, akiwa na mawazo mengi kweli kweli. Sasa akiwa na mawazo mengi kweli kweli, anakutana na mtu ambaye huyo mtu eh, ni mke wake, anakumbatiana naye lakini ndani na maumivu Ghafla tunaonana huyu binti Kitana akiwa anatembea sehemu fulani hivi, lakini anamuona mtu akiwa amebeba kitu kama jembe, akamwambia kaka, simama, umebeba nini hapo? Huyu bro akamwambia, dogo, kwani wewe unaona nimebeba nini? Si unaona nina jembe hapa. Kitana anageuka kwa hasira na kumwambia, wewe hauna jembe, rudisha hiyo maiti makaburini ulivyoichukua. Basi huyu Kitana bana akawa na hasira kweli kweli sasa uyumwamba akamwambia bana, mimi sina maiti. Sasa Kitana alichokifanya ni kufanya miujiza, macho yake yamewaka na kisha akaweza kuonyesha kile alichokibeba pale ni maiti. Uyumwamba kwa uoga akashtukia tu ile maiti aipo kwenye bega lake, haelewi nini afanye. Baada ya kutokea scenario kama hiyo, mwisho wa siku huyu Kitana anaamua kutoka eh, na kuendelea na mishe zake. Sasa huyu bwana aliyokuwa amembeba maiti akisingizia kama jembe, yani kwa macho ya nyama sisi tunaona kama jembe. Mwamba akaona eh, sasa hapa imeshakuwa hali ni ngumu, uchawi wake ushagundulika. Akaona bana, hapa sio pa kukaa tena, hicho waamua ni kukimbia na kuamsha popo. Baada kukimbia bana, Kitana anaonekana akiwa amegadhabika kulikweli. Sasa huku chief tunamuona amefika kwa mtabiri mkuu anamwambia mtabiri, habari yako bana, mmiliki mm, wa Mantare, eh, himaya ya Mantare bana ipo sawa Ngalewa. Basi Ngalewa anakuwa amemsikia bana chifu ambacho anakiongea, anamwambia hilo kitu ambacho anakifanya nilisha kihisi toka muda mrefu kabisa, na kujua kwamba kuna kitu akipo sawa katika himaya. Sasa wakati wanapiga story hapa, chifu anamwambia samani bana Ngalewa, kuna kitu ambacho nahitaji kuongea na wewe mimi binafsi na wewe. Basi walinzi na msaidizi wa Ngalewa akakaa pembeni na kisha kuachia uwanja chifu akiwa na Ngalewa waweze kujua nini ambacho kinaendelea na kupiga stori mbili tatu juu yao. Sasa Ngalewa akiwa na chifu akamwambia, bana, umefanya jambo la msingi sana kuwahi mapema. Chifu akauliza unamaanisha nini kusema hivyo? Basi episodi ya kwanza ikawa imeishia hapo bana. E bwana, story tena wako unaitopoka noti, usisahau kusubscribe, Kushare na kulike hapo.